Leta mbele yako Askofu Daktari George Andrew Pindua ili umwingize kazini kuwa mkuu wa dayosisi ya Morogoro ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Askofu Daktari George Pindua alichaguliwa na mkutano mkuu wa tisa wa KKKT dayosisi ya Morogoro uliofanyika CCT Morogoro tarehe tisa hadi tarehe 11 mwezi Julai mwaka wa 2025 kwa mujibu wa katiba ya KKKT Dayosisi ya morogoro ibara ya kumi umi si, sita toleo la mwaka elfu mbili na kumi na tano na ni marekebisho na, na marekebisho na, madogo ya julai elfu mbili na ishirini kwa mujibu wa katiba ya kanisa la kiinjili la kilutheri tanzania kanuni ya kumi na mbili kifungu cha nane ninakuomba umwingize kazini askofu daktari george andrew pindua ili awe mkuu wa dayosisi ya Morogoro ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Mpendwa Askofu Dr. George Andrew Pindua, umeitwa na Mungu kuiongoza dayosisi hii ya Morogoro. Nami kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kwa njia ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, ninakusindika rasmi leo, siku ya Bwana ya tatu katika majilio ya tarehe kumi na nne ya mwezi Desemba mwaka huu wa Bwana wa elfu mbili na ishirini na tano kuwa mkuu wa dayosisi hii ya Morogoro na kuwa kiungo cha umoja wa kanisa la Kiinjili kiopei Tanzania katika jina la Utatu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Enzi za mababu zetu tumekuwa taifa ambalo limekuwa kimbilio la wengi, si tu ndani ya bara la Afrika bali hata ulimwenguni kote tumekuwa mfano wa jinsi watu wa dini mbalimbali, makabila tofauti na tamaduni nyingi tulizokuwa nazo tunaweza kuishi pamoja kama familia moja ya Kitanzania. Hata hivyo, matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi 2025, yaliyosababishwa na maandamano, kupotea kwa amani, vifo vya baadhi ya watanzania wenzetu, uharibifu na mali na miundombinu yametupa taswira mpya isiyo ya kawaida katika historia ya taifa letu. Hali hii imeonyesha kuwa kama taifa tuko katika kipindi kinachohitaji hekima, umoja na moyo wa utaifa kuliko wakati mwingine wowote. Ndugu wa Kristo na watanzania wenzangu, kuna usemi usemao, nyoka akishaingia ndani ya nyumba, sio wakati wa kuulizana aliingiaje, ila ni wakati wa kuamua kwanza kisha kumuua kwanza, kisha kuziba tundu. Hii inamaanisha kwamba sasa ni wakati sasa si wakati wa kulaumiana, kutengana au kugawanyika kwa misingi ya dini, ukabila, siasa au jinsia. Ni wakati wa kusimama pamoja kama taifa moja, kupambana na chochote kinachotishia misingi yetu ya amani na utulivu. Changamoto tulizokumbana tulizo nazo hazipaswi kutugawa bali zinatupaswa kutukumbusha kuwa hatima ya Mtanzania iko mikononi mwetu sote. Lazima tuzibe mianya yote inayoweza kutuletea mgawanyiko, chuki, fitina na uvunjifu wa amani. Lazima tuwe makini na wale wanaotumia fursa za migogoro kwa maslahi binafsi, pasipo kujali madhara ya taifa. Tuweza kurudisha kuimarisha tunu zetu za umoja, upendo, uzalendo, heshima na utulivu na amani. Kwa kifupi kabisa na waomba wa Kristo na Watanzania wote tukatae kugawanyika, tuzibe mianya yote inayotaka kutuunganisha kama taifa, iwe ni chuki, fitina, rushwa, uzembe na uchochezi. Tano. Tuwapende na kuheshimu wote, tukikumbuka kuwa kabla ya yote sisi sote ni Watanzania. Sita. Tuchague hekima badala ya hasira, mazungumzo badala ya migogoro, umoja badala ya utengano Saba, tusaidiane kama ndugu, kwa sababu nguvu ya taifa letu iko kushikamana kwetu. Itimisho, tuungane, tusimame pamoja, tukumbatiane, tukumbuke tulipotoka na tuliko leo. Amani ya Tanzania ni msingi wa maendeleo yetu na ni jukumu letu sote kuilinda. Tanzania ni yetu, hakuna atakayekujengea isipokuwa sisi wenyewe. Mwisho niwaombe kila mtu mwenye mapenzi mema kutuombea mimi pamoja na msaidizi wangu Mchungaji Michael Makala katika wajibu mpya.